la mahusiano ya wana CCM baada ya mchakato wa kura za maoni na kwamba mimi jina langu limeondolewa kwa sababu ya mahusiano yangu yasiyo mazuri na mkuu wa mkoa wa Manyara comrade, eh, Queen Cuthbert Sendiga. Kwanza nataka niwaambie mahusiano ya wana CCM baada ya mchakato, kwanza kwa ya ya eh, kwa <coughs> kwa kuna wana CCM kabisa wengi wengi wengi wengi sana ambao wamekubaliana na matokeo ya uteuzi na leo wanazunguka pamoja na wagombea wa CCM katika ngazi zao za kata kwa udiwani, katika ngazi za wagombea ubunge, wanazunguka majimbo kuipigia CCM kampeni. Wako wengi sana walio nuna, si wengi, wako wachache walio nuna kutokana na kuto kuteuliwa, na wakati mwingine ni makosa. Wewe unanuna una, una kwa mgombea ambaye ameteuliwa hmm, na mamlaka ya kuteua sio yeye eh, eh, yeye mamlaka mamlaka kamati ya uteuzi ya mwanzo ya majina yale matatu au ilipoongezwa inyonge, ni kamati kuu, lakini kwa maoni kuzingatia maoni yaliyotoka kwenye ngazi za jimbo lako, ni kwa maana kamati ya siasa ya wilaya na kamati ya siasa ya mkoa, na kamati za usalama na maadili lakini, na na na na na mkoa kamati za usalama lakini, kamati kuu ina vigezo vyake pia. Chama hiki ni kikubwa, kina sura ya jamii nzima, kingetaka wakati mwingine rika fulani nalo liingie kwenye uongozi. Kwa wakati mwingine kuondolewa sio kama unaondolewa kwa kuwa umepoteza mvuto. Unaweza kuondolewa kwa sababu kuna haja pia kuingiza damu mpya ndani ya uongozi, upo kabisa uwezekano huo. Mimi nimekuwa kwenye vikao vya kuchuja, kwa hiyo kama ingelikuwa ni ni, ni, ni, ni, ni ni dhambi kuondoa majina ya watu wanapogombea, manake dhambi hiyo mimi nitakuwa nimeifanya sana, kwa sababu nikiwa mbunge nikiwa mjumbe wa NEC, mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa kamati ya siasa ya mkoa wilaya taifa kamati kuu halmashauri kuu, ni dhahiri majina mengi yamekuja mbele yetu. Kwa hiyo hili hili hili ni swala tu la kuwa na nidhamu ya kujua kwanza wajibu wako kwa chama chako na kusimamia maadili na misingi na, na, na, na miiko ya chama chako. Kwa hiyo hili hili ili wako vijana kabisa waaminifu wengi sana, wachache tu wachache sana ndio walionuna nuna, lakini hata hawa wachache tusingetaka wanuni wa sisi, tunataka chama hiki ambacho tunataka chama hiki twende pamoja sisi tunaamini kwenye kuvumiliana, kwenye kwenye umoja eh, kwenye ara nne za mama. Kwa hiyo kwa hiyo kwenye hili ni, ni, ni jambo ambalo hasa kuhusu mkuu wa mkoa, mimi sina uhasama na, na, na, na Queen Cuthbert Sendiga. Nataka nikuambia, hata juzi juzi wakati nakwenda nakwenda nakwenda natoka Babati nakwenda, hana gari yangu ilipata ilikuwa ina, ina, ina, ina shida kidogo fanyie e, e, e, zibwe pancha. Alienipa lift tukakaa hapa na yeye, ni, ni Queen Sendiga. Hakuna hakuna uhasama wowote kati ya mimi na mkuu wa mkoa wa Manyara Mheshimiwa Queen Sendiga. Na kama kuna mahali nilikosoa, nilikosoa kwa sababu ilikuwa ni wajibu wangu kuisimamia na kuishauri serikali. Na wakati mwingine ni vizuri watu waelewe kwamba mtu anapopinga hoja fulani uliyoitoa Hakupingi wewe. Mmetofautiana tu kwenye hoja. Au mmekutofautiana mtizamo juu ya jambo lililoko mezani mnalolijadili. Kwa nini nataka niseme kwanza mimi na Queen Cuthbert Sendiga ni marafiki wazuri. Kumbuka Queen Cuthbert Sendiga ni mkuu wa mkoa. Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa. Si ni ya kuliko yeye. Lakini ana nafasi yake ambayo na mimi inapaswa kuheshimu. Huyu anamwakilisha rais na amiri jeshi mkuu na mkuu wa nchi. Kwa hata mimi ningekuwa leo nimevaa kombati zangu nikiangalia kwenye ofisi yake nitapiga saluti, na hata kama sina nitabana mikono, kwa sababu huyu ni mwakilishi. Huyu ndio kiongozi namba moja wa mkoa ule. Sasa nataka niseme, kwa hiyo hilo hilo namba lieleweke hivyo.